zetu walezi wetu, viongozi wetu wa kitaifa na wakimkoa, wa ala rasmi mwenyeji wetu serikali jonshata mhudini wa mkoogoli, na nyote ndio kuwepo, niseme itifaki imezingatiwa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa na elimu nyingi sana, naye hasa ndio mwenye elimu yake, na ushahidi ya wa hiyo anasema, mimi nimetumilizwa hali ya kuwa ni mwalimu huwezi ukawa mwalimu kisha ikawa huna ujuzi wake, itakuwa ni sifa iliyomkosa mausufu. Lakini ukiisoma Qurani aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wataala sehemu kubwa iliyemtaja na kumsifu imemtaja katika upande wa tabia, wainnaka la ala hulukin adhim, kwamba wewe uko juu ya kilele cha tabia tukufu, pamoja na wingi wa elimu. Lakini hakuna aya hata mmoja na mumsifu kwamba wewe unajua sana ukuti

<coughs> Nimeanza hivi kuonyesha kwamba kama wanavyosema mashake zetu zetu wa tasawufu kwamba mzunguko wote wa tasawufu ni tabia. Utakayemuona amekuzidi katika tabia, ujue ndio amekuzidi kwenye tasawufu, na ukiona alokuzidi kwenye tasawufu ndio amekuzidi kwenye tabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yule asema inama aduisi ulikutamnia makari naahla. Kwa hiyo dini hii ni tofauti, makari naahla imeletwa kukamilisha, nadini imeletwa kukamilisha tabia njema tukufu. Kwa hiyo soma utakavyosoma, elewa utakavyoelewa, ukikosa tabia alizokuja nazo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunasema kwa kinywa kipana, we, wewe kuja uelewe misia ila, twendeni tukazisome tabia alizokuja nazo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukishazijua vizuri, kilichobaki sasa sisi twende tukaishi na watu kwa tabia zetu. Mtihani uliyokuwepo sasa Hatuzisomi tabia zetu kama alivyozileta mtume sallallahu alaihi wa sallam. Lakini hata tukizisoma tabia zetu, bado kuna tabu ya kuishi na watu kwa tabia zao, badala ya sisi kuwaonyesha wao tabia zetu. Sijui nirudia hapa hmm? Unaweza kuwa umesoma vizuri tasawuf, najua na makamati zake zote, ima zile tatu au zile saba au kumi na nne au ishirini na moja kama wanavyosema katika vitabu vya tafauti makamu zile, lakini ukawa umeziacha katika vitabu na ukawa unachukuliwa na watu kwa tabia zao. Shehe mzuri, lakini huna tabia za kitafauti. Tunasema kwa kinywa kupanga, bado uislamu wako una matata <coughs> katika makaa za tafawuf kuna ikhlasi wengi tunafeli katika kuyafanya majambo yetu kwa kuchuka ikhlasi. Tunafanya ima tuwaonyeshe watu uwezo wetu, au tunafanya watu waseme, sio? Tunajua a tumefeli ikhlasi katika tasawuf na makam zake kuna mahaba, kupendana. Hatuna tabia hiyo, nachukiana sasa, natafunana tunaishi kama alivyosema mmoja, namakana wadu nnasi hidman jazaitu ala tisani bitisani kwa vile sasa maisha ya watu na mapenzi yao ni hadaa basi, anasema kinichekea mtu nami naichekea. Kuna tunachekeana kichina china, sama tena tunatunzana, lakini kikaa una chochote unamsema ule mtunza, tunasema kwa kinywa kipana bado katika tasawuf na makam zake kuna makamu ya tawakkul kutawakali kwa Mungu. Wallahi hapo pia tumefeke tumtegemea na Mungu. Kuna watu wakiolika hapa, kina kisiji wabadi, yaani mipango yake yote kisiji, simuelei mwenzangu na simuelei a semaje na baba anakutongezea miundo mbinu, anakupiga <tumsele> katika tasawufu na makamu zake, kuna makamu ya sabr, kusubiri kwa maana zote za kusubiri. Mabwana, saizi hatuna subira kabisa, hatuna subira kwa maana ya kuvumilia na wala hatuna subira kwa maana ya kungojelea msalimu. Nirudia hapo, hatuna subira kwa maana ya kuvumilia, na wala hatuna subira kwa maana ya kungojelea.